Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuwakaribisha katika mwendelezo wetu wa tafakari katika kipindi kitakatifu cha Kwaresima ambacho Mama Kanisa ametupatia, na leo napenda kuwaalika tuweze kutafakari kwa pamoja fadhila ya ukarimu na huruma. Kutoa sadaka ni kitendo cha kuonyesha huruma na ukarimu tunajifunza kutoka kwa bwana wetu Yesu Kristu ambaye alitufundisha kabisa kwa mfano kuonyesha upendo usiokuwa na mipaka na ukarimu wa kweli. hata hivyo wapendwa katika Kristu, napenda kuwakumbusha kwamba kutoa sadaka si swala la kutoa mali tu au oh, vitu vyenye thamani, bali ni kuonyesha upendo, ukarimu na huruma, hasa hasa kwa watu wanaohangaika, mfano wagonjwa, waliotengwa, wa, watu ambao kwenye vita watu ambao wanateseka katika hali mbalimbali tunaangalia mfano mzuri katika Injili ya Mtakatifu Matayo sura 25 mstari ule wa arobaini. Yesu mwenyewe anasema kwamba nilipokuwa mgeni haukunikaribisha, nilipokuwa uchi haukunivika, nilipokuwa mgonjwa haukuja kunitembelea, nilipokuwa nimefungwa jela haukuja kuniona. Bali tunaona kwamba Yesu mwenyewe anatufundisha kwamba kile kitendo ambacho tunaonyesha kama ni huruma kama ni ukarimu, kutoa vitu kwa watu ambao wanahitaji, tunamtendea yeye mwenyewe. Sadaka tunazozitoa kwa wahitaji, kwa watu ambao ni dhaifu, si kwamba tu zinawanufaisha wale ambao wanapokea, bali zinaturudia sisi, tunakuwa na mioyo ya fadhila, mioyo ya shukurani na tunaungana na Mungu mwenyezi katika kutimiza mapenzi yake hapa duniani kwa kuwasaidia hawa wadhaifu. Tunaona Yesu mwenyewe alikuja kwa hawa ambao wanateseka, kwa hawa ambao wanahitaji. Tunaona pia watakatifu wanasema kwamba ukiangalia Mtakatifu Teresia wa Kalikuta anasema kwamba tukiwa tunatoa sadaka zetu, tunaonyesha upendo, huruma kwa hawa wahitaji. Hizi sadaka zinaturudia kwa baraka nyingi zaidi ya kila ambacho tunatoa. Hivyo basi, wapendwa katika Bwana, nazidi kuwakumbusha na kualika kwamba sisi sote tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresima na baada ya kipindi hiki, tuwe na watu wa huruma, tuonyeshe huruma, tuonyeshe upendo, tuonyeshe ukarimu, hasa hasa kwa watu ambao wanahitaji. Watu wengi wanateseka, watu wengi wanahitaji msaada wetu, na tunaona kwamba siku hizi tunaishi katika dunia ambayo haithamini tena utu wa mwanadamu, inathamini mali na inathamini vitu binafsi. Sisi wenyewe kama Wakristo tunaalikwa sasa, tuweze kutoka katika hii hali tujijenge katika ukarimu, upendo, huruma, hasa kwa watu ambao wanahitaji. Wapendwa katika Bwana, napenda kuachia tuendelee kutafakari nikiwauliza kwamba je, kuna vitu gani ambavyo wewe mwenyewe vinakufanya usiwe na hii huruma ya kutoa, usiwe na ukarimu, usiwe na upendo kwa hawa wahitaji? Je, unachukua hatua gani katika hili? Au tunasubiri tu muda kwamba mpaka tutangaziwe kwamba twendeni sehemu fulani tukatoe sadaka? Je, ni wewe ni mmojawapo wapo wa kwamba unaenda kujionyesha mbele ya watu? Hizo ni sadaka za kinafiki, na tunaalikwa kwamba tutoe sadaka zetu ambazo zinatoka moyoni. Sadaka inayotoka moyoni inauma, inakuuma na inatuletea baraka ambazo ni zaidi ya akile tulichokitoa. Je, tufanye nini ili tuweze kutoa sadaka ambayo itakuwa imegusa mioyo ya wa hawa wahitaji? Ndugu ndugu zangu katika Bwana, nazidi kuwakaribisha tuendelee kutafakari na tuone jinsi gani tunaendelea kuwasaidia hawa watu wahitaji. Tumsifu Bwana Yesu Kristo.